Umewahi kusikia nini kuhusiana na Lindi? Nilishawahi kusikia mambo mengi kuhusiana na Lindi, lakini nikaamua kufanya matembezi kidogo niweze kufahamu nini mkoa wa Lindi. Wakati tupo wadogo, au kabla, wakati tunachipia kusoma, tulisikia mambo mengi hasa hapa. Safari yangu inaanza Safari yangu inaanzia juu kabisa, sehemu moja inaitwa Wireless, ambako huko zinapatikana ofisi mbalimbali mbali za serikali, ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi za NIDA, ofisi za TANESCO, makao makuu ya polisi ya mkoa inapatikana huko. Kuna utelemko mkali sana unashuka kwa, niliamka asubuhi kuanzia safari yangu huko nashuka, lakini pamoja na kushuka lengo pia ni kufanya mazoezi. Kwa hiyo hapo kwa serious mazoezi, hapo yapata saa kumi na mbili kama na nusu hivi, jua linaendelea kuchomoza, lakini kwa mbali kule na unaona mji wenyewe, mji wenyewe wa Lindi. Basi nikawa na shuka zangu, nashuka na shuka na shuka. Lakini tu nikuambie, mji huu umebahatika kuwa na bahari halafu bahari yenyewe inafukwe safi sana, na leo utaenda kujionea yale uliokuwa unayasikia kuhusiana na huu mkoa, yawezekana si ya kweli. Naona unaweza ukaja kafanikiwa kama mikoa mingine pia, pamebarikiwa. Kwa hiyo utapanga kuja hapa

sahapo nimeshaacha barabara huko, hii barabara inayokwenda inayokwenda Mtwala sawa, kwa Madiba South Africa sawa. Hii njia wengi wanaitumia kwa zile stori nazozisikiaga watu wanaokwenda kwa Madiba. Huku ni moja ya sehemu ambako ni njia ambao watu hu wanapita sana, hasa wale vijana wanaotoaga stori tofauti

bd hazijapamba hazijapamba, kukumbusha tu, hii ndo njia ya kwenda Mtwala na boda nyingine mpaka tu Afria. So, katika u mkoa huu kwa Makonde makondekwa Makua e, mchanganyiko, una mchanganyiko kama watu wameshaanza kutoka kuelekea kwenye shughuli zao to, tofaa tofauti na hapa. Hii njia inaenda moja kwa moja kule kushoto kwangu inaelekea inaelekea stand, lakini angalia kibao hicho, Mtwara Mtwara Mtwara road, Mtwara road. Kitu nicho kipenda sana kwenye huu mkoa cha samaki, wapo wa kutosha. Sawa, kuna prawns, samaki wale wadogo wadogo e, wale wekundu wale, kwa kizungu wanaitwa prawns lakini pia kuna dagaa yes. Dagaa unaweza ukawapata kutoka eh, kutoka baharini ukawachemsha na ukala ukala vizuri kabisa. Angalia hapa, ni mkusanyiko, kuna vibao vingi eh, lakini unaona kuna kuna mwenzangu huyo, naye pia anafanya fanya mazoezi. Hii njia ina vibao vyote elekezi, lakini ukienda kwa mbele kidogo, kuna sehemu Aa, kuna kibao hapo kimeandikwa karibu mkoa mkoa wa Lindi. Hii njia hii kushoto huku inaenda baharini, naona kama unavyoiona eh, mzigo wa bahari ule unaonekana. Na hii njia pia inaendelea kuelekea kuelekea <clears throat> Mtwara. Lakini lengo langu ilikuwa ni kuzunguka kilomita kumi niuone huo huu mji ukoje, je, yale niliyowee unaona, ni yenyewe ni, ni, ni, ni, ni, ni e, lakini nimekuja kugundua kitu ili uweze kukipata uhalisia, mpaka yani ni mpaka uwe uende ukathibitisha. Angalia angalia uzuri u na na, na unaona e, na zoom, na naendelea kuelekea lakini hewa imechujwa. Angalia jua sasa inaendelea kutoka. hewa imechujwa iko vizuri, na hapa ninatembea bila wasiwasi wasi, na kufurahia mandhari ya mkoa huu wa Lindi. Lakini mkoa wa Lindi una wilaya zake. Wakati inaendelea kutembea, ni kukumbusha tu huu mkoa una wilaya, kuna Kilwa, wilaya ya Kilwa, halafu kuna Okay. Lindi yenyewe mjini, halafu kuna Nachingwea, halafu kuna Liwale, halafu kuna Ruangwa. Unaona k okay? mm hizo -hmm. ni baadhi ya ya ya ya ya wilaya za huu mkoa. Hey, hapa bwana, korosho ndo nyumbani kwake, mbaazi ndiyo nyumbani kwake. Kuna misimu halafu tunapoongelea mambo ya ufuta is, kwa kweli kipindi hiki ukija cha aa, hiyo misimu, maisha ni mazuri sana sana, na watu wanakuwa na pesa na vipato vya kutosha. Kwa hivyo hata kama ukitaka kuwekeza ncho, uje upate mashamba na ulime korosho eh, sawa no, korosho ilime upate miti ya korosho umiliki eh. Unaona, ukiangalia hapo sasa baharini, na mimi nimebahatika, wavuvi hao naona wamewasha chombo chombo, kinaondoka. Ni mandhari nzuri kwa kweli, inavutia. Okay, na nikaamua kidogo angalau na mimi nionekane kwenye kumbukumbu kumbu. Unaona nikitembea hapo eh, nafurahia eh, uzuri wa, wa mandhari. Uh, ya huu mkoa hususan ni kile nilichokwambia, kuna bahari inavutia sana huko eh, nyuma ndo Mtwara, alafu huko mbele sasa ndo hii njia sasa. Sasa hivi inachukua njia inayokwenda baharini moja kwa moja. Hapa kuna makutano, kuna hizo njia hapo. Naona <tifs> hapa kibao kinasema karibu karibu karibu Lindi. Naona karibu mkoa wa Lindi. Naona kama hapo, unamwona yule Dionis. Uh, yule ndiye, ndiye, ndiye, ndiye, ndiye, ndiye, ndiye, ndiye, ndiye ukiingia tu unamwona huyo mnyama inaz, ina, inasadikika kwamba ni mnyama mkubwa sana aliyepatikana katika mkoa mkoa huu. Ya sasa na mimi asubuhi hiyo nimechukua njia hiyo, lakini nasogea kabisa kwenye kibao eh, ni kuonyesha Sawa, karibu karibu mkoa mkoa wa Lindi. Naona hivyo ni moja ya vifutio kwenye mabango ambavyo vipo, lakini angalia mwangaza mwangaza wa jua sasa. <clears throat> Nachukua hatua moja kwa moja mpaka twende tuone bahari. Unajua, bahari ni moja ya kitu ambacho ni cha thamani sana, na nafikiri Mungu ametubariki kuwa na kitu kikubwa sana. Kumiliki bahari sio kitu, sio kitu cha mchezo. Kwa hivyo na mimi nimechukua njia moja kwa moja eh, nikaone eh, eh, uzuri wa bahari na, na, na, na fukwe eh, unaona. Kwa hiyo nimechukua njia moja kwa moja kuelekea kuelekea ufukweni Sawa, na mimi hatua zangu moja moja mbili mbili, ili kwenda kuona hali ya eneo ya eneo hili, kwa niko bega kwa bega bega kwa bega. Lakini kumbuka, na faida nyingine, tufanye mazoezi ndugu zangu. Nitarudia, usipofanya mazoezi utakula dawa. Sawa, ni bora uanze kula dawa ya mazoezi kuliko baadaye ukaja kuenda kupata tiba. Angalia hii hiyo, ni sehemu ambapo bahari huwa inafika, lakini kwa leo bahati mbaya ya maji hayapo. Na mimi kwa miguu huyo, sina iana, nikichukua hatua zangu moja mbili, mbili, moja mbili, moja mbili, moja mbili, moja mbili, tatu tatu, nne, ok. <coughs> Lakini sio kesi. Okay, sana e, njia ni hiyo, njia ni hiyo. Angalia, ni hiyo bahari ni hiyo, inaonekana hiyo, bahari ni hiyo. Moja moja nikichukua hatua kuelekea kuelekea ufukweni ufukweni zaidi naona hapo kidogo, na mimi kidogo nimepata kuona uzuri wa wa hii sehemu, nimepata uzoefu nimeona hii bahari, angalia. Ni sehemu nzuri sana, sehemu nzuri watu wanafanya sana mazoezi, wanapita, lakini ni sehemu ambayo pia imebarikiwa. Kwa hivyo, na wewe, yale unayoyasikia, uje siku moja uthibitishe mwenyewe. Angalia onge ya mzigo, bahari hiyo, bahari hiyo. Unaona, unaona mji unavyopendeza, unaona mawio hmm. Na, angalia kule kuna miongoni mwa, mwa mwa meli kubwa kubwa na saizi za kati e, kwa ajili ya uvuvi kuvua samaki a, na hapa nimeshawahi kuona samaki e, ukubwa wa kwangu mimi, kwao ni kivutio pia. Angalia vyombo hivyo, watu wanapata wanaenda wana, wana, wana, wana kuvua, na maisha mengine maisha mengine angalia na pale unaona kuna kivuko kuna feri yaani, kama Kigamboni tu, kama Dar es Salaam. Na kwa hii sehemu ya kwanza ni hiyo, sehemu ya pili itaendelea, itaendelea. Angalia mzigo huo, bahari hiyo, na kule ni ng'ambo. Kule ng'ambo bwana, ukivuka kuna kuna nazi e, sio mchezo. Kwa hivyo angalia vyombo hivyo vyombo hivyo vyombo hivyo

Asante tutaendelea na pati tu itakujia hivi punde.